Hivi ulishai kujiuliza baada ya kutumia stomach acids dawa hii kutoka kwangu kwa ajili ya vidonda vya tumbo huwa nini kinachotokea? Cha kwanza huwa inaenda kuondoa maumivu na gesi ambayo ilikuwepo huwa inapotea kabisa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu huwa inaenda kukausha vile vidonda na kuongeza mucus membrane kwenye kuta zako za tumbo. Lakini namba mbili, hamu ya kula urudi. Wengi wanakosa hamu ya kula, lakini na wengine huwa hata hakila, unasikia mda wote anahisi njaa. Hii inatokana na kulingana na aina ya vidonda vya tumbo matumbo ambayo uko nayo. Ndio maana cha kwanza, ukija kwetu, lazima kwanza tukuulize, tufahamu ni aina ipi ya vidonda vya tumbo inayokusumbua. Lakini namba tatu, tunasema usingizi na utulivu wa tumbo uimarika. Wengi hawalali usiku. Ni kwa nini? Kwa sababu ya maumivu makali sana yanayosababishwa na H pylori. Lakini pia hakuna kiungulia na kichefuchefu, kiungulia na kichefuchefu ukatika kabisa. Lakini pia huwa hii dawa inaenda kumuua mdudu anayesababisha vidonda vya tumbo anayeitwa H pylori, ni mdudu ambaye imetesa sana watu wengi Kine kila wakienda wanaambiwa una H pylori, kila ukienda wanaambiwa una H pylori. Hiyo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia mapigo ya moyo kwenda mbio na ile kuhisi kuchanganyikiwa huwa inaisha. Ni kwa nini? Ni kwa sababu tayari kuna utulivu kwenye tumbo lako. Tumbo lako likitulia, basi jua na wewe umetulia. Na wale ambao wanakuwa na harufu mbaya mdomoni huwa wanapona, kwa sababu bakteria wabaya wanasababisha harufu mbaya mdomoni. Kama bado unateseka na vidonda vya tumbo, basi njoo hapa leo, wasiana Dr. Jimmy kupata msaada zaidi. Karibu.